wasikilizaji wa ebala fm ya 101.5 kama nilivyowaahidi kwamba nitamtafuta chili na kwa sasa tuko naye direct kupitia ebala fm inayosikika mashariki mwa jamhuri ya kidemokrasia ya kongo hapa jijini kati misisi kwa wale ambao ni wafuatiliaji wazuri wa, wa filamu za bongo toka zamani najua mnamwelewa huyu jamaa alifanya poa kwenye shimuleta akiwa kama mganga akafanya vizuri tena akiwa na king majuto mwizi wa kuku Uh, mimi nashukuru niko poa kabisa. Uh, mashabiki zangu wa Kongo, Afrika Mashariki, mimi niko sawa, ila kuna wakati nilikuwa niko kimya kwa sababu nilipatwa na changamoto ya kupotewa na chaneli yangu ya YouTube ambayo ilikuwa inajulikana kama Chili mwenye mkuu, lakini hivi karibuni nimefungua akaunti yangu nyingine ya YouTube uh, inajulikana kama Direkta Mwinyi OG. So najua Wakongomani mpo kwa ajili ya kutusapoti wa Tanzania, na hii ni kutokana na kazi zetu tunazozifanya, lakini pia tunawapenda Wakongomani wote na changamoto zote ambazo zinazotokea au